Chimbuko la kila kitu ni uwepo wako, chimbuko la kabila lako, chimbuko la dini yako, chimbuko la wazazi wako, chimbuko la taifa lako, chimbuko la dunia, chimbuko la mbingu, chimbuko la kila chochote kilichopo kwa jina lake ni uwepo wako wewe hapo popote pale ulipo kwa jinsi hiyo hiyo. Uiyo, na hili ni pumziko kutoka kwa Pasta Andy Gunyu, linazungumza kuhusu uwepo sehemu ya kumi na tano. Kila kitu chimbuko lake ni uwepo wako huu wa jinsi hiyo hiyo, hapo ulipo popote, chimbuko la kila kitu kila neno, kila familia, kila jinsi kwa jina la kuitwa kwake ni uwepo wako wewe, huo ulionao sasa hivi popote pale ulipo. Kwa hiyo chimbuko lako wewe halitafutwi kwingine, kwa kuwa wewe ndiye chimbuko lenyewe, chimbuko la mwonekano wako wewe, jinsi ulivyo popote pale ulipo, kwa kila jinsi ulivyo, halipatikani kokote kule, kwa kuwa wewe mwenyewe ndiye chimbuko la jinsi ulivyo hapo ulipo. Wewe ndiye uliye chimbuko hilo kwa jinsi ya uwepo wako hapo, kwa kuonekana kwako huko, kwa kuwa kwingine kokote hakuna mwingine ambaye anaonekana ukiwa hivyo naye kuwa ndiye chimbuko lako. Kwa hiyo asili yako wewe ni uwepo wako wewe hapo ulipo, ikimaanisha jinsi ulivyo hapo ndiyo iliyo asili yako. Ndio naongea na wewe kwamba jinsi ulivyo hapo ndio iliyo asili yako wewe, ndio iliyo chimbuko lako wewe. kama ni ukoo, jinsi ulivyo kwa jina ukoo huo ndiyo chimbuko wewe mwenyewe, ndiyo iliyo asili jinsi ulivyo wewe mtu ulivyo hivyo ndiyo chimbuko lenyewe, ndiyo asili yenyewe, kwa kuwa kwingine kote hakuna aliye jinsi ulivyo hivyo mtu. Kwenye viungo vyako vyote hakuna chimbuko lako linakopatikana. Chimbuko lako wewe, mtu, si katika viungo vyako, chimbuko lako wewe, kwa kuwa mtu ni wewe, uwepo wako jinsi ulivyo hapo nakufanya chimbuko la vingine vyote, kabila lako, dini yako, dhehebu lako, kila neno, Mungu wako, familia yako, ndoa yako, uzao wako, uwepo wa chochote ni wewe, hapo jinsi ulivyo katika muonekano wako huo, narudi hapa, chimbuko au asili ya kila kitu, Mungu wako, familia yako ndoa yako, uzao wako, uchumba wako na kila jinsi ya uwepo wa chochote, uwepo wako wewe ndio ulio chimbuko au asili ya kila kitu ikimaanisha kwamba chochote unachokisikia, chochote unachokiona, chochote unachokifikiria, chochote unachokiwaza, chochote kwa uwepo wa jinsi ya kuonekana kwake, vyovyote vile chimbuko lake asili yake ni wewe, hapo katika jinsi ya ulivyo hivyo hivyo, hapo lipo chimbuko la Mungu wako wewe, katika jinsi ya ulivyo wewe, ni wewe hapo ulipo chimbuko la familia yako wewe mwenyewe, chimbuko la uwepo wa chochote popote pale kilipo ni wewe hapo ulipo, ikimaanisha wewe hauwezi kupata chimbuko lako kutoka kokote kule, kwa kuwa kokote kule chochote kile, yoyote yule, chimbuko lake ni wewe kwa jinsi hiyo ulivyo, popote pale, kwa uwepo wako huu ulio nao. Uwepo wako ndiyo chimbuko la kila kitu, kwa kukisikia, kwa kukiwaza, hata ambacho haujakisikia bali ni chimbuko au ndio asili ya uwepo wa kila kitu popote pale kilipo. Hivyo jinsi ulivyo sasa hivi ndio chimbuko au asili ya kila kitu, ikimaanisha kwamba vingine vyote ni kama ilivyo viungo vya mwili wako, wewe uliye mtu na kufanya wewe mtu. Viungo vya mwili wako wewe si chimbuko lako wewe, bali wewe uliye mtu wewe ndiye uliye chimbuko la viungo vyako. Haijalishi huu ni mkono kwa kazi yake, huu ni mguu kwa kazi yake. Ndio maana una jina lake ukaitwa mguu na sifa yake, mkono na sifa yake, macho, moyo, viungo na kila kimoja kwa kijina lake, lakini hakijaitwa mtu, kwa kuwa mtu ndio chimbuko lenyewe, ndio asili yenyewe, na viungo vyote hivyo vimetoka katika wewe mtu vyote vimetoka katika wewe uliye chimbuko, ikimaanisha kila kiungo kuwa ndio wewe katika jina na jinsi husika, kila kiungo kuwa ni wewe mtu, unaishi mamlaka yako katika jinsi na jina husika la kiungo husika. Ndivyo ilivyo katika kila kitu, ni viungo vya mwili wako wewe katika utambulisho wake. Hivyo ndivyo kila kitu ni kama viungo vya uwepo wako wewe katika kila jinsi ya utambulisho wake: Mungu, familia, uzao, ndoa, uchumba pumziko, kila kilichopo ni viungo vya jinsi wewe uliye chimbuko, ni viungo vyako wewe uliye chimbuko kwa jinsi ya uwepo wako kwa jina lako wewe hapo lipo. Ndio maana kila kitu kina utambulisho wake sawa na jinsi ya sifa ya kiungo hicho. Mungu, sifa yake nini? Uumbaji. Mkono katika mwili wako, sifa yake nini? Ni kushika. Uzao sifa yake nini? Ni ongezeko. Ndoa sifa yake nini? Ni uzao. Familia sifa yake nini? Ni umoja. Uchumba sifa yake nini? Ni upekee ni viungo vya jinsi wewe ulivyo, ni viungo vyako wewe katika jinsi ya uwepo wako huo, hapo hapo ulipo. Kwa hiyo chimbuko lako, asili yako haipatikani katika viungo vyako Wewe jinsi ulivyo hapo, ndio uli asili, yaani chimbuko, na vingine vyote kuwa ni vya chimbuko lako, vimetoka katika chimbuko lako, vimetoka katika uwepo wako navyo kuwa ni wewe katika jina lake, ikimaanisha kuwa ni wewe huyo huyo unaishi mapenzi yako katika jina lake na jinsi husika ya kuonekana kwake, kama ilivyo viungo vyako wewe mtu, kila kiungo kuwa ni wewe huyo huyo mtu unaishi mapenzi yako katika jina husika la kiungo husika, ndio maana unasema Mungu wangu, unasema familia yangu iliyotoka kwako, uungu huu uliotoka kwako, ndoa hiyo iliyotoka kwako, uzao huu uliotoka kwako, ya katika jinsi hiyo ya uwepo huu ulionao nao. kwa kuwa jinsi ulivyo hivyo, una viungo vyenye kila sifa. Una sifa ya uungu ikimaanisha kukifanya kisichokuwepo kuwepo, kuwepo hapo, ndipo una sifa ya familia ya kuwa mmoja. Una sifa ya ndoa ikimaanisha ya uzao, yaani kuzaliwa. Una sifa ya uzao ikimaanisha ya kuongezeka. Una sifa ya uchumba ikimaanisha ya upekee una sifa ya uwepo ikimaanisha ya pumziko, una sifa ya pumziko ikimaanisha ya uwepo jinsi ulivyo hivyo vyote ndio viungo vyako katika jinsi ya jina la uwepo wa kuitwa kwako hapo hapo ulipo, ikimaanisha hapo ulipo ndio unaishi mamlaka au mapenzi yako uwepo wako huu ndio mamlaka, yani utawala, na jinsi ulivyo hivyo ndio unaishi utawala, ndio unaishi mapenzi yako, ndio unaishi pumziko lako, ndio unaishi uungu wako, ndio unaishi ufamilia wako, ndio unaishi undoa wako, ndio unaishi uchumba wako, ndio unaishi uzao wako, ndio unaishi yaani unatawala, unapata mapenzi yako, unapata raha ya uwepo, unapata raha, yaani pumziko la uwepo, unapata uwepo wa pumziko na sasa ni pumziko la jinsi ya uwepo wako, ndio uwepo wako huo ulipo hapo, popote pale ulipo, ndio unaishi pumziko, ndio unaishi raha ya utawala, ndio unatawala nakwa kuwa kila kitu chochote kile ni viungo vyako, kila neno unalolitazama ni viungo la neno hilo ulilo nalo, kila kitu unachokitazama ni viungo vya jinsi hivyo ulivyo chochote kile unachokiona ni kiungo cha hicho ulivyo hapo ulipo, ikimaanisha chimbuko lao ni wewe, asili yao ni wewe. Ni baba yako huyo, asili yake ni wewe. Ni mtoto wako huyo, asili yake ni wewe. Ni taifa lako hilo, chochote kile unachokiona asili yake ni wewe, jinsi ulivyo hapo popote pale ulipo, hapa sipo kujalisha kiko wapi, ni taifa gani, kwa jina lipi, ni nini kwa jina lake, lakini asili yake chochote kile ni wewe hapo popote ulipo, katika jinsi hiyo na jina hilo, kwa kila popote ulipo hapo hapo, ikimaanisha kwamba chochote kile ikiwa ni viungo vyako, kama vile wewe mtu, viungo vya mwili wako ni moyo, ni figo, ni chochote basi, kila kiungo cha mwili wako wewe ni wewe mtu, unaishi mapenzi yako katika kila jinsi ya jina la kuitwa kwake kwa kiungo chako kwa kuwa kiungo chako kimetoka katika wewe uliye mtu na kila kiungo kuwa ni wewe mtu unaishi katika jinsi na jina lake, ndivyo ilivyo kwenye kila kitu kwamba ni wewe hapo ulipo katika kila jinsi ya ulivyo unaishi katika kila kitu, kwa kuitwa kwake kwa jina husika na jinsi husika. Chochote unachokiona ni wewe unaishi katika jinsi husika na jina husika haijalishi ni neno gani linaonekana vipi katika utishupi, linaonekana vipi katika mazingira yapi. Ndio hata mwili wako wewe uliye mtu, kuna vingine hautaki uvione vionekane, lakini vipo katika jina husika, kwa kuwa ndivyo vilivyo. Kuna viungo vya mwili wako hutaki visikike, lakini ndivyo vilivyo Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wote, ndivyo vilivyo katika vyote vilivyo. Hautambi vingine visikike, lakini ndivyo vilivyo na vinafaida katika wewe mtu. Ndivyo vilivyo viungo, hutaki visikike, lakini vina faida na vinasikika kwa faida hiyo. kweni kila kitu unachokiona kingine, hutaki kusikia kwenye masikio yako, lakini kiuhalisia kina faida kwako. Jinsi jina lake linavyotisha, jinsi mwonekano wake unavyotisha, unavyoona haustahili kuonekana, lakini una faida ya kustahili kama hivyo, kwenye viungo vyako, kuna baadhi ya viungo hutaki hata kusikika kuvisikia kwenye masikio yako vikitamkwa sawa na vilivyo vingine, hutaki kuviona sawa na vilivyo, lakini vina faida kwa kuwa ni vya kwako, ni chimbuko lako, kama ilivyo viungo vya uzazi ni chimbuko lako la mgeziko lako. Ndivyo mengine yote, unayosikia chochote kilichokuzunguka, hutaki kukisikia, hutaki kukiona, ni nini hichi? Lakini kimezaliwa kwako, wewe ndio chimbuko la jicho, na kina faida kwako ku. katika kuzaa, katika kuongezeka, katika kuwa mmoja, katika uumbaji, yaani umungu, katika uwepo, katika utawala, katika jinsi ya hivyo ulivyo kina faida, ndio maana chochote unachokitazama ndio maana vimekaa katika mpangilio wake, hakipo kukuzuru wala kukuharibu, bali kukufanya utawale, kukufanya upate raha, kukufanya ukae katika pumziko, kukufanya wewe uwepo wako uwe ni pumziko. Uwepo wako uwe ni pumziko, kwa kuwa chochote kile chimbuko lako ni wewe. Chochote kile uwepo wake umetoka kwako, ikimaanisha chochote kile ndio uwepo wako wewe, wa jinsi hivyo hivyo ulivyo unaishi. Mapenzi yake unaishi mamlaka yake, upo kuishi pumziko lake katika jinsi na jina lake. Basi leo hii inaishia hapa sehemu hii ya kumi na tano. Usikose wiki ijayo, sehemu ya kumi na sita. Basi popote pale ulipo, inakupa pumziko la uwepo wako. Pokea pumziko la uwepo wako, uwepo wa viungo vyako, uwepo wa moyo wako, uwepo wa figo yako, uwepo wa maini yako, uwepo wa kila jinsi ya jina katika kuitwa kwake kwenye viungo vyako uwepo wa HIV yako uwepo wa, wa presha au shinikizo la damu hilo uwepo wa kansa hiyo, ninakupa pumziko, uwepo umaskiini huo, ninakupa pumziko. Uwepo wa familia uwepo wa ndoa hiyo uwepo wa taifa uwepo wa kila jinsi ya jina la kuitwa kwako hapo, pokea pumziko po hili, na liwe kwako kwa. na limekuwa kwako kwa. Hapo popote pale ulipo usikose kutazama mafundisho hayo katika ukurasa wa YouTube kwa jina la pumziko au pumziko moja. Pumziko hili liko hapo popote, katika jinsi ya uwepo wako hapo, lipo.